Mimi nimepanga kustaafu siasa nikiwa na miaka hamsini na mbili, umri kabisa wa hiari ni staafu siasa niendelee na majukumu mengine ya kujenga nchi yangu. Na kulikuwa kuna sakata ambalo lilitawala sana lilishika sana vichwa vya habari hapa nchini Tanzania kuhusiana na kuhamishwa kwa wakazi wa katika jimbo lako la Ngorongoro ngoro? Ndio. ubunge wako uliwasaidia vipi kuwapa amani wale wananchi? E, kiuhalisia kulikuwa na zoezi la kuhama kwa hiari kwenye jimbo la Ngorongoro ambalo lilianza soon baada ya mimi ku, nime, nimeapishwa kuwa mbunge wa jimbo la Ngorongoro tarehe mbili mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na mbili. Sakata lenyewe likaanza kujadiliwa bungeni tarehe tatu mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na mbili. Kiuhalisia ilinipa e, wakati mgumu kwa sababu nilikuwa mgeni hapo bungeni sakata linajadiliwa lakini wewe kama mbunge wa jimbo haukushirikishwa hapo mwanzoni. Kwa hiyo sikujua ni sakata limejitokeza tu, nikaanza kuona wabunge wenzangu wanashambulia na hawajui walisiwa jambo linalojadiliwa. Lakini jambo hilo mimi kama mbunge nilichojaribu ku, nilichokuwa najaribu kuiambia serikali ni kujua undani wa jambo hili, kwamba zoezi la kuhama kwa hiari mimi kama mbunge sina shida nalo hata kidogo, na hata leo naweza kusema kwamba sina shida nalo, kuhama kwa hiari. Lakini changamoto ambazo ziliambatana na zoezi hilo ndizo ambazo mimi pia kama mbunge nilikuwa ninaona sio sawa, kama zikitokea kwamba leo wananchi wanahama kwa hiari kwenda Msomera na maeneo mengine waliochagua wao wenyewe, lakini kuna watu wameamua kwamba kuna vyoo vya wanafunzi vimejaa, hawaruhusiwi kufanya ukarabati. Mimi kama mbunge, ndicho nilichokuwa spendi, na nilikuwa najaribu kuwaambia viongozi wenzangu waliokuwa wanahusika na, na zoezi hilo. Leo upepo umekuja umezua madarasa, hawaruhusiwi kufanya ukarabati. Hiyo ndio na mimi binafsi kama mbunge nilikuwa najaribu kuiambia serikali, pamoja na zoezi hili, lakini bado kuna wananchi, ukiangalia wananchi waliokuwa wanahama ni wananchi wa elfu kumi wamehama lakini wananchi ambao bado wapo kwenye jimbo la ngorongoro kwa maana ya tarafa ya ngorongoro ni wananchi zaidi ya elfu tisini mpaka laki moja kwa hiyo hawa elfu kumi wanaohama ambao tayari wamehama na hawa laki moja ambao bado wapo kwenye tarafa ya ngorongoro kuna watoto zaidi ya elfu kumi na nane na hamsini na sita ndani ya eneo hilo wapo kwenye shule maana yake nilikuwa najaribu kuwaambia, hapana kama hawa wanahama, lakini hawa nao wapate huduma zao, wapate huduma za afya, wapate huduma za maji, wapate huduma za mifugo, lakini pia watoto waliopo shuleni wakijaa kwenye darasa, at least waruhusiwe kufanya ukarabati. Kwa mfano, kulikuwa kuna shule kama shule ya msingi Ndia. Shule hiyo madarasa zaidi ya saba, sita zilibomoka, na wanafunzi akiwa darasa moja anamuona mwenzake akiwa kwenye lile darasa, lakini watu wanaosimamia lile eneo kwa sababu kwenye nchi yetu kuna kuna birokrasia ya utendaji wa kazi. Kuna muhifadhi aliyekabidhiwa mamlaka katika eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro anasema hapana, hakuna kufanya ukarabati wa madarasa haya kwa sababu watu wanahama, at the same time tunasema ni zoezi la kuhama kwa hiari. Kwa hiyo sasa, kama wananchi wanahama kwa hiari, lakini kuna wengine bado wapo na madarasa hayo yamebomoka, mimi kama mbunge ni kuwaambia hili linatakiwa kufanyika. Hiki sawa, hao waende, lakini hao ambao bado wapo hawajaitikia kuondoka, basi tuwafanyie ukarabati kwenye madarasa yao na zahanati zao. na tukianzia hapo ama tukibaki hapo, mheshimiwa, wapo ambao wamekubali kuhama kwa hiari, lakini wapo ambao bado wako pale, nini kinaendelea ama hatima ni nini? kuamaaaaiiwo e, kiwalisia kwanza nimshukuru mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya muda mrefu wa kuvutana, Mheshimiwa Rais ameunda tume mbili zinazofanya kazi sasa hivi katika eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na wilaya ya Ngorongoro kwa ujumla. Kwa sababu wananchi wa wilaya ya Ngorongoro hata ukiangalia kwenye eneo la Pori Tengefu la Loliondo wananchi walilalamika kwa jinsi zoezi la kuweka beacons lilivyowekwa, lakini Mheshimiwa Rais ameunda tume mbili ambazo zinashughulikia changamoto za ardhi katika eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na eneo la Pori Tengefu la Loliondo na Pori Tengefu la Lake Natron lakini kuna kamati inayofanya tathmini ya zoezi la kuhama kwa hiari katika eneo la tarafa ya Ngorongoro. Kwa hiyo baada ya kamati hiyo kuzunguka ndani ya eneo la tarafa ya Ngorongoro ambalo linahusika na watu kuhama kwa hiari, ndio tutajua hatma kulingana na maoni ya wananchi na pia na maoni ya serikali, pale tutajua kwamba hatima ya wale wananchi nini Ikitokea sasa wanatakiwa kubaki, na wapo ambao tayari wameshaondoka, huoni kwamba wengine wanaweza wakatamani kurudi? Hapana, bahati nzuri wale waliokuwa wanahama walisaini wenyewe kwamba tunahama na hatutarudi tena. Kuna makubaliano, kuna makubaliano kabisa waliingia na serikali pamoja na mamlaka kwenye zile fomu zao za kuhama na kwenda. Kwa hiyo ku, mtu kurudi tena ndani ya eneo hawezi kurudi, kwa sababu kwanza, wakati wanawahamisha walipewa nyumba zao. Kwa hiyo itakuwa rahisi sana serikali kufuatilia kama kuna mtu atakuwa amerudi, kwa sababu kama ulipewa nyumba ukaacha ile nyumba labda ile, ukaondoka, maana yake sasa serikali itajua kwamba huyu mtu ameondoka, yes. Lakini kiuhalisia mimi naamini kwamba waliohama wakaenda Msomera wameenda kwenye makazi yao mapya ambao wamechagua, na serikali imewajengea nyumba, imewapa mashamba, imewapa na viwanja. Kwa hiyo naamini kwamba watakuwa wamependa maisha yale ambayo wameyachagua. Asante. Mtazamaji wa Manyunyu TV hapa tunajadili mafanikio, lakini pia tunaangalia changamoto na nini kifanyike kuhakikisha tu wa Tanzania wanakuwa na furaha na amani katika nchi yao hii. Kipindi ni minne ya Samia na safari ya maendeleo. Mimi naitwa Happy Balisidia, nikusii tu endelea kuwa nasi mpaka pale tunapoenda kuweka nukta kwa kuhitimisha kipindi hiki. Mezani niko na Mheshimiwa Emmanuel Ole Shangai ambaye ni mbunge wa jimbo la Ngorongoro ngoro. Nikirudi sasa kwako, tukiwa tunaongelea miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa nini wananchi wamrudishe tena madarakani? kwa ajili wanirudishe wamrudishe Dr. Samia Suluhu Hassan? E, nashukuru sana mtangazaji. Kiuhalisia miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan wilaya Ngorongoro, pamoja na changamoto zote ambazo tayari tumesha- tumeshazungumza hapo, ya kuhusiana changamoto za ardhi, changamoto za kuhama kwa hiari, kiuhalisia tumepata maendeleo makubwa. E, ningependa sana nianze kwenye sekta ya nishati umeme wakati Dkt. Samia Suluhu Hasan anaingia madarakani wilaya ya Ngorongoro tulikuwa na umeme kwenye kata nne tu na vijiji vitatu kati ya kata ngapi? Kati ya kata 25 ambazo, lakini kwa eneo la tarafa za Sale na Loliondo ni kati ya kata, kata nne kati ya kata 17 tukiacha eneo la tarafa ya Ngorongoro ambalo ni eneo la hifadhi na lakini kuna wananchi wanaoishi na mpaka sasa tunapozungumza kwa miaka minne ya Dkt Samia, na mimi pia nikiwa kama mbunge wa jimbo la Ngorongoro, sasa hivi tuna umeme kwenye kata kumi na saba na vijiji arobaini Kwa hiyo sasa hivi sisi tuna umeme kwenye kata kumi na saba kwa tarafa ya Sale na Loliondo, ambazo ndio kata zipo upande ule, ukiondoa tarafa ya Ngorongoro, na vijiji vyote ambavyo vipo kwenye lile eneo la tarafa ya Sale na Loliondo zote zina umeme. Sasa hivi awamu tunayoenda na vitongoji vingine vimeshapata umeme, tuna vitongoji kumi na mbili ambazo zimepata umeme kwenye maeneo ya migodi. Kwa hiyo tuna vitongoji pia kumi na mbili lakini tuna vitongoji nane ambazo tunaita vitongoji ambavyo ni vya ujazilizi, kwa maana umeme ulishapita kwenye laini ikaenda kwenye makao makuu ya kijiji lakini baadaye wakaja wakaongezea umeme kwenye vitongoji ambavyo vilipitiwa na umeme. Kwa hiyo kuna vitongoji vingine nane, kwa hiyo vinakuwa vitongoji ishirini. Lakini sasa hivi pia kuna vitongoji kumi na tano vya jimbo ambavyo sasa hivi serikali tume wameshafanya tathmini tayari, lakini wakandarasi wako site kwenye vitongoji vyote kumi na tano na sasa hivi kuna nguzo kwenye vitongoji kumi na mbili bado vitongoji vitatu tu na tukianzia hapo ni nini ambacho sasa kilikuwa kinasababisha ukosefu wa umeme kwa wananchi kwa miaka yote hiyo kwa miaka yote ni kwamba umeme kwenye wilaya ya ngorongoro kwanza wilaya ya ngorongoro kutoka arusha ni mbali ukianzia tu hapo mtombu ni zaidi ya kilomita mia mbili na sabini kwa hiyo umeme haukuwa karibu hata sasa hivi umeme wenyewe umechukuliwa wilaya ya longido pamoja na umeme kufika wilayani bado kuna kukatika kwa umeme, kwa sababu inatoka umbali mrefu mpaka ifike wilayani kwetu. Na ndio maana kama ulisikia juzi, inachangia kwenye budget ya wizara ya nishati, niliwaomba watuwekee substation wilaya Ngorongoro, kwa sababu unaweza ukakuta kwa siku moja umeme unakatika zaidi ya mara nne mpaka tano, na inaweza ikakatika siku nzima umeme usiwepo. Kwa hiyo kwa swala la umeme, hapo awali ni kweli hatukuwa na substation yoyote sisi lakini tukachukulia umeme, serikali ikachukulia umeme. Awali tulikuwa tunatumia generator, umeme wa generator, lakini baadaye serikali ikaona kwamba ni bora kuwaunganisha wa wananchi kwenye line kubwa ya serikali. Lakini ninaamini kulingana na kauli ya mheshimiwa naibu wa waziri mkuu na waziri wa nishati, wamesema kwamba sasa wataenda kutujengea substation ndani ya wilaya ya Ngorongoro yenye K, KV 132 ambayo sasa itaenda kutatua changamoto ya umeme ku katika wilaya ya Ngorongoro. Tukiangazia katika masuala ya upatikanaji wa huduma za afya, yes, kitu gani kilichofanyika huko? na- nashukuru sana wakati Dkt. Samia anaingia madarakani, wilaya ya Ngorongoro hatukuwa na hospitali ya wilaya, na kwa sasa hivi tuna hospitali ya wilaya ambayo imegharimu zaidi ya bilioni mbili nukta tatu kwa sasa hivi, na wananchi wanapata huduma lakini pia wakati Dkt. Samia anaingia tumeongeza pia vituo vya afya viwili vikubwa kituo cha afya Sale ambayo nayo imegharimu zaidi ya bilioni moja nukta tatu kwa maana ya ujenzi pamoja na vifaa vitendea kazi ndani ya zaanati hiyo, pamoja pia na kituo cha afya Samonge. Lakini sio hizo tu, ndani ya miaka hii minne tumefanikiwa pia kufungua zaanati zingine tatu ambazo sasa hivi wananchi wanapata huduma. Zaanati ya Tinaga iliyopo kata ya Kirangi, Zaanati ya Ormanie kata ya Arash, pamoja pia na Zaanati Zaanati ya Ololoso kwa nayo sasa hivi inafanya kazi. Kwa hiyo kuna, lakini kuna zaanati zingine nyingi zimejengwa. Ukienda kata ya Samunge pia tuna zaanati ya Samunge ambayo nayo imejengwa. Ukienda